Majina ni mingi lakini kazi mimi nitafanya, naendelea kufanya, munaniongezea majina, naendelea kufanya, mnaniongezea majina. Mi naona tuongeze mpaka ifike kumi, itoshane na ile miaka, ama mnasemaje? <laughs> Sasa muli... <laughs> Sasa huyu kasongo ni nani? Kasongo ni nani? Mimi ndio Kasongo. <laughs> <laughs> Aya, na inasikia ik iko ingine imekuja inaitwa El Chapo. Hata hiyo pia Tuendelee na majina hiyo kita kazi mzuri. Wacha mimi nisomeshe watoto, niwatengenezee barabara, nipange ajira ya hawa vijana, nyinyi kazi yenu ni kupandika majina. Na tunaendelea. Si namna hiyo. Ama mnasemaje jameni? Tuendelee ama tiendelee.